Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, takwimu zilizotolewa na idara ya takwimu za Kanisa Katoliki ulimwengoni zinaonyesha kwamba idadi ya waamini wa Kanisa Katoliki katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishiri na tano imeongezeka kutoka bilioni moja nukta tatu tisa za mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi kufikia bilioni moja nukta nne sufuri sita katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika kipindi hiki Baba Mtakatifu Francisco ameunda majimbo makuu matatu, ameunda majimbo mapya saba, likiwemo jimbo katoliki la Bagamoyo nchini Tanzania, pamoja na kuunda jimbo jipya la kitume. Lengo kuu ni kusogeza huduma za kichungaji kwa watu wa Mungu. Itakumbukwa kwamba idadi ya waamini wa Kanisa Katoliki kati ya mwaka elfu mbili na ishirini mbili hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ilikuwa ni bilioni moja nukta tatu tisa. Bara la Afrika linachukua asilimia ishirini ya waamini wote wa Kanisa Katoliki duniani, na kwamba nchi zinazoongoza kwa idadi kubwa ya waamini wa Kanisa Katoliki barani Afrika ni DRC ikiwa na wakatoliki milioni 55, Nigeria waamini milioni 35, na kuna nchi ambazo pia zina idadi kubwa ya waamini wa kanisa katoliki kutoka Afrika Mashariki, yaani Uganda, Tanzania na Kenya. Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, ukuaji wa waamini wa kanisa katoliki barani Afrika ni sawa na asilimia tatu nukta tatu mmoja. Idadi ya maskofu wenye dhamana ya kufundisha, kuongoza na kuwa takatifu za watu wa Mungu imeongezeka kwa asilimia moja nukta nne kutoka maskofu elfu tano mia tatu hamsini na tatu hadi kufikia maskofu elfu tano mia nne thelathini Idadi ya maaskofu barani Afrika imeongezeka kutoka asilimia kumi na tatu nukta nane hadi asilimia kumi na nne nukta mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, itakumbukwa kwamba Kanisa Katoliki lina majimbo makuu elfu tatu na arobaini na moja na majimbo elfu nne na sita mia tisa tisini na sita. Idadi ya mapadri barani Afrika imeongezeka kwa asilimia mbili nukta saba. Idadi ya mashemasi wa kudumu katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na tatu imeongezeka kutoka mashemasi hamsini elfu na mia moja hamsini hadi kufikia mashemasi hamsini na moja elfu na tatu na takwimo zinaonyesha kwamba kuna idadi ndogo sana mashemasi wa kudumu barani Afrika. Idadi ya watawa wa kiume na wakike inaendelea kupungua, ingawa idadi hii barani Afrika inaendelea kuongezeka, lakini athari kubwa inajoonyesha barani Ulaya idadi ya watawa imepungua kutoka watawa elfu tano mia tisa tisini na tisa elfu mbili na ishirini na nane hadi kufikia watawa hamsini elfu mia nane themanini na tisa mia nne na ishirini na tatu katika kipindi cha mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Barani Afrika kuna ongezeko la asilimia mbili nukta mbili. Idadi ya waseminari walioko seminari kuu imepungua kwa asilimia moja nukta nane, yani kutoka kwa waseminari laki moja na nane mia nne na themanini na moja hadi kufikia idadi ya waseminari laki moja na sita mia nne tisini na tano. Lakini barani Afrika, idadi ya waseminari imeongezeka kwa asilimia moja nukta moja kutoka waseminari thelathini na nne elfu mia tano arobaini na moja hadi kufikia waseminari thelathini na nne elfu mia tisa ishirini na nne. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kukunogeshea takwimu za kanisa Katoliki kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka studio za redio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.